Fanya hakikisha unafungamana na Mungu. Kama mtu hujamjua vizuri, usifungamane naye mapema, usishikamane naye mapema, usiingie naye mikataba mapema. Anatufundisha kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili, sura ile ya sita mstari wa kumi na nne anasema, msifungiwe nila pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa, na kushauri asubia leo kwa jina la Yesu Kabla hujaingia mikataba na mtu, kabla hujaingia mahusiano na mtu, hakikisha huyo mtu unayetaka kuingia mikataba nayo, hakikisha huyo mtu unayetaka kuingia mahusiano unamfahamu kwa, kwa kina, unamtambua vizuri, maana ili asije atakuumiza. Nimewaambia asubuhi ya leo, wengi wameumizwa na watu ambao hawakuwajua vizuri. Alo, amina. Wengi wameumizwa. Unamwona mtu leo tena unaingia naye ubia wa biashara Unamwona mtu leo tani unaingia naye mikakati mi, mi, alafu kesho haujajua kilichoko moyoni mwake, haujajua kilichoko anachowaza mwisho wasik kutenda mabaya misho wasiku anakuumiza. Ndio inakuwa hivyo, tamani kawambia, hakikisha aufungamani na mtu ambaye hujamjua vizuri. Aleluya, unanielewa subia leo, ili maisha yako yabaki salama, hakikisha unayetaka kufungamana naye unamjua vizuri.